Hello, hello, hello. I'm Frank Wihanji. I'm here today at St. Augustine University of Tanzania, Sauti, here at Arusha with my bro from Nigeria and we will have a talk with him uh, to a lot of things. Eh, yeah, yeah, Natania. Karibu kwenye NGV, Next Generation Voices. Na sitaleo bwana, niko na ndugu yangu hapa uh, chuo cha, uh, St. Augustine University of Tanzania, yani Sauti, na tutakuwa na mambo mengi mengi ya kuongea kuhusiana na vijana na uo Saajea kwema? Kwema, uh, uzima, upo. Uzima upo wa kutosha uh. Naitwa Hosea Lusinde, mm. Hosea Lusinde na, niko niko hapa Sauti ya Arusha eh, ni mwalimu mwanafunzi niko mwaka wa tatu. Eh. Oh, wana, <laughs> Sawa sawa kaka. Ah, nashukuru mm. na, na, mimi nawe tumefahamiana tuna muda kidogo, na urafiki wetu ulianza baada ya mimi nilipokuwa ni mwenyekiti wa Chawakita pale Makumira, na wewe uko mwenyekiti wa Chawakita hapa Sauti, tukajuana tukashirikiana maswala mengi. Baada ya mimi kustaafu nikaendelea tu na harakati nyingine, sikujisiza tena na maswala ya uongozi, lakini mwenzangu ulivyostaafu nikaona tena una na nafasi nyingine za uongozi si unaweza kanikumbusha ulikuwa na nafasi gani ile? Uh, wakati nikiwa mwenyekiti eh. Nilikuwa, nilikuwa mbunge pia. Ulikuwa na nafasi mbili eh? Sawa. Nilikuwa mbunge hapa Sauti na mwenyekiti eh, mwenyekiti wa Chawakita. Mm. Kwa hiyo nafikiri nilikuwa na ngazi hizo mbili, mbili. Uliweza vipi kumudu hizo nafasi zote mbili, wewe kama kiongozi kijana, ukiwa mwenyekiti kuwahudumia wanafamilia Kiswahili huku kuwa mbunge kwa ajili ya watu wako wale wa education au watu wa elimu? Na bado nilikuwa nasoma, bado nilikuwa nasoma. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kitu ambacho nime, nime, kimenisaidia yeah. ku kuhu kuviweka hivyo vitu viko viwe sawa, yeah. Kwa maana ya niko huku upande wa Chawakita, mm. pia huku ni mbunge, mm. Jimbo langu lilikuwa na watu wengi sana eh, yeah. Mia na kidogo, mm. Lakini niliweza kumhudu hizo nafasi mbili kwa wakati mmoja kwa, mm. sababu mimi nilikuwa naamini kwamba mimi ni kiongozi ambaye nimezaliwa ya, liwa, kiongozi ambaye nimezaliwa <laughs> kwa sababu eh, kuna dokta wangu mmoja ndio aliniambia kwamba kiongozi anaweza kazaliwa e. Pia anaweza akatengenezwa sawa sawa. Kwa hiyo sasa mimi naamini kwamba mimi ni kiongozi ambaye nimezaliwa ni <laughs> kiongozi, kwa sababu wote hatuwezi kuwa viongozi, ndio maana wale wapo ndio ni jambo zuri kaka. Aa, na umekuwa kiongozi hivyo na masuala ya masomo, changamoto zipi ambazo katika uongozi ulikuwa unakutana nazo au ulikuwa nakumbana nazo? Aa, changamoto ni nyingi. Ndiyo. nyingi sana, nyingi kuliko kuliko faida. Ndio kwanza ni kujitoa, kuna muda inabidi ujitoe, utapoteza vitu vya muhimu sana, sasa ili upate upate te kile ambacho unakihitaji, eh, lakini pia mm -hmm. changamoto nyingine ni kwamba kuna kuwa kuna kuwepo na lile tabaka la juu eh. Sasa lile tabaka la juu litakushinikiza ufanye wanavyotaka wao. Kabisa. na ukifanya wanavyotaka wao mm -hmm. tayari awakondo ta ta wako ta utawaacha eh. Kwa hiyo sasa hiyo ni changamoto mm. unakutana nayo kwa sababu wanataka ufanye hivi, lakini wewe unatakiwa kufanya hivi kulingana yeah. na sheria na kanuni ambazo zinakuongoza wewe kama sasa eh. Lakini changamoto nyingine mm. uh, ni itikadi mm. na maswala ya, ya tuseme maswala unaweza ya, ya, tukasema labda maswala ya culture yeah. tamaduni, tamaduni. Mm -hmm. Sao, unakuta labda jamii fulani mm ina misimamo yake na ina tamaduni zake ko ee. Sasa wewe ukija na na na hizo kanuni zako za kiuongozi kuna mm, muda watakukataa, yeah. utabaki mwenyewe, utashindwa kuendana nao eh. Sasa hao watoto ambao unawaita watoto wa elfu mbili yeah. kipengele kidogo, na ndo taifa la kesho, sio taifa la kesho tu, taifa la leo, taifa la leoo ni mmoja ya sehemu ya hizo changamoto ni kiongozi gani wewe anaye kuvutia? Ah, wanasema wengine ana inspire au role model wako, unatamani kuja kwa kiongozi uwe kama yeye. <laughs> Sasa mbona kaka kama una, una upande unanivutia? Hapana, sikuvuti upande mm, nataka tu kuona mawazo yako wewe kama kijana mm. Unajua mm, next hatufungu, ndio maana hii inaitwa Next Generation Voices ni kwamba kijana, taifa la kesho la hii Tanzania, tuna sauti zetu za kuongea, wala hatushinikizwi na mtu yeyote, sisi binafsi Uh, mimi naomba niliseme hivi japo kuna watu wengine watafikiria labda niko upande fulani. <laughs> na, na, na, sasa kipindi cha uchaguzi, mm, kuna kuna kiongozi anaitwa anaitwa John Heche. John Heche. Namsikia, eh, namsikia. Namjua. Namfahamu vizuri. Nafuatilia siasa pia. Nafuatilia siasa pia. Ndio. Ananivutia sana. Ananivutia sana na napenda sana siasa anayofanya siasa John h mm -hmm. Lakini hiyo haimaanishi kwamba uko upande wa chama fulani, watu wafahamu hilo. Ndo maana mwanzo nilisema usije ukasema niko upande. na naelewa naelewa. Sawa kaka, unatamani una, una ndoto siku moja uje kuwa kiongozi, kwa nafasi gani siku zijazo? Uh, mm. nafikiri nikimaliza hapa eh. Yeah. shahada yangu ya kwanza yeah. ya ualimu uwalimu mm. Nita, nitaendelea na shahada mm. ya uzamili maana ya na ualimu hapo hapo. Uh, sasa hapo tutajua baadaye, nikishamaliza nikisha nikishamaliza hapo tutajua eh? <laughs> <laughs> So, okay. Yeah. Uh, lakini niki wakati naendelea na masomo mimi, mm. sijaacha uongozi bado, ni uongozi unao huko ndani ya mm. damu. mm -hmm. Kwa hiyo sehemu yoyote nikihitajika mm. nikikubaliwa, nikiki, nikiaminiwa, nafanya nafanya kwa sababu nafanya kweli kabisa. Nakufahamu, tumekuwa na, yes, na, <laughs> ukishirikiana, nakujua vizuri. Na sasa kiachana na hayo masuala ya uongozi kama kijana <clears throat> lakini pia kaka, nimekuwa na namba yako kwa muda mrefu, na na view status na view yangu na view zako comments, hivyo tunacheka mara nyingi. Nakuona ukiposti muda mwingine status kama za mapenzi, ukiwa unaumizwa, muda mwingine ukiwa unafurahia hivi kama uko kwenye mapenzi sana yale shata shata -shata. Unaweza ukaniambia hey, we mapenzi yako unayapa nafasi kwa ya namna gani, au yana nafasi gani kwako? <laughs> kwanza mm, hapo inabidi nieleze kitu kimoja. Mimi ku post status au kuweka kitu status mm, haimaanishi chochote, labda najifresha tu. Lakini kwenye swala la mapenzi mm, mapenzi mimi sijayapa sija, sija kipaumbele sana. Yana nafasi lakini, yana nafasi yeah, lakini right sijayapa kipaumbele kwa maana ya asilimia kubwa kwamba mapenzi ndio yanatawala macho? Hapana. Uh, lakini unaye mpenzi, yani kabisa huyu ni mpenzi wa unaye, eh ni naye, unaangalia uangalie kamera. Ah, sio swala uh, la ku sijui tu uh. Tuanze sijui kuficha, ni naye na sijasita, ni <laughs> <laughs> naye <unai>. watu <laughs> wajue haupo hey. single, eh Aha, lakini huyapi kipaumbele hivyo kwamba hayakuendeshi. Hayaniendeshi. Unafanya mambo yako binafsi na bado mapenzi tu yana nafasi yake kama kawaida kwa oh, sababu ukiapa uh, nafasi mm, nafikiri kuna vitu utashindwa kufanya. Utashindwa kufanya kama kijana mm -hmm. na bado tuna safari ndefu sana. Sana, sana, sana. Kwa hiyo sasa kama ukiapa nafasi ya kuendeshi utashindwa kufikia lengo. Aha. Na bado tuna safari ndefu kwa hiyo. Na wewe kwenye mapenzi hmm, upo na aina gani? Uko na watoto elfu mbili au uko hapo nyuma hapo tisini, themanini? Themanini hapo sasa. Hapo kwenye elfu mbili hmm, na tisini, kwa maana mshangazi wanaita kuanzia tisini na tisa kurudi nyuma, yao ni mishangazi elfu mbili Umewajuaje hawa? Mimi bwana, niko mtandao, mtandao, lakini mtu mdadisi dadisi, kwa hiyo napamu hivo vitu. Sio kwamba wewe ni mtaalam wa hayo mambo. Hapana. Ni bwana, masuala ya penzi hayana nafasi kwa kweli. Sikuhoji. Yeah, unihoji. Sikuhoji kwa sababu nimekuja kunihoji. Ah, kwenye kwenye hilo swala la hilo swala la watoto wa 2000 hmm. na hao watu wa 90 kurudi nyuma eh, sitaki kuzungumzia, sitaki kuzungumzia au huko kwa watu wa 2005, maana wanasema watu wa 2005 na wenyewe wapo kasi kwamba ni jamii nyingine. Hey, kwa na jamaa wangu. Na hmm. Na wa nasikia huko mtaani. Ah, mimi kwa kweli hapo, hapana, kwa sababu unajua mtu anaweza kukuhukumu kulingana na ulivyo maneno yako. Oh, niko kwenye mahusiano nah, nashukuru na huenda tukaje kula mchele hapo. Mchele mchele gani? Mm. Mm. Sasa huko kwenye mahusiano, ina maana tutegemia ta miaka sita mbele ndoa. Bwana, mi unanialika Frank nio kwenye harusi yangu, utakuja kabisa? Inshallah, Mungu atupe tu uzima. Mm. Basi mi nitakuja basi, hamna shida sindio? Utakuja yote inawezekana. Mm. Aha, kwa kumaliza sasa kaka, unawashauri hmm, nini uh, vijana wenzio ambao wanapenda uongozi na wapo kwenye uongozi kuhusiana na maswala mazima ya uongozi kama kijana uh, kama kijana hmm? Wanasema kijana ni taifa la leo hmm, ni taifa la kesho hmm. Ukiaminiwa uki ndio hmm, fanya kweli, ukiaminiwa fanya kweli hmm, usiangalie nani anasema nini kwa sababu ukiangalia nani anasema nini, tabaka la juu watakuendesha wanavyotaka wao, na tabaka la chini, kwa maana ya wale unaowaongoza nao, watahitaji wafanyie kile ambacho umewaahidi. Sasa haina maana kwamba tunawaongoza tunawaongoza lile, yaani tunawaongoza tunawaongoza watu wa tabaka la juu, tunawaongoza hawa watu ambao wako nyuma yetu, sawa sawa, walio tuamini Tukafanye kitu padilie, tuka kusimama... he he, sisi. Hmm. Sisi kwa ajili yetu kwa sababu hawawezi kusimama. Kuwa viongozi wote wame wametuamini, sisi sisi ndio tunatakiwa tuwafanyie kitu na sisi, hmm. Tusiangalie tutapoteza nini hmm. ili mradi tu tunatetea haki za wengi eh hmm. basi tufanye kazi, tufanye kazi kabisa. Hilo ni jambo la msingi kabisa. Nashukuru kaka kwa muda wako. he. He. Sasa leo bwana, ulikuwa nami Frank Wihanji hapa, nilikuwa na kaka yangu Hosea Lusinde Uh, pande hizi za sauti wanasema uh, St. Augustine University of Tanzania hapa Arusha. Natumaini umejifunza na utaniambia kwenye comment hapo umejifunza nini. Tangu hapa amesisitiza vijana tufanye kazi, ukichaguliwa uoneshe kweli umechaguliwa, simamia maslahi ya wengi na sio maslahi ya watu wachache. Lakini pia vilevile vile kwenye mahusiano yake ameweka wazi bwana, yeye ni mtu wa mtu, yupo kwenye mahusiano Uh, lakini pia ameonesha hisia zake kwa viongozi ambao yeye anawapenda na anatamani siku moja uh, aje kuwa kama wao. Unaweza uka like, uka comment, uka subscribe uka hapo kwenye channel hii kwenye alama ya kengele, na pia ukaniambia umejifunza kipi wewe kama kijana, lakini wewe kama mzazi mlezi, na unaweza pia ukatoa ushauri wako karibu na bye, bye.